Ste Paulo Mwami, nipo hapa ofisi za PPRA. Ni dada anashughulika na mazingira ya usafi ofisini. Imefika mimi kwenye mida ya asubuhi saa moja, kulikuwa kupo, hali ya hewa ilikuwa shwari tu, kuwa mna shida yoyote kusema kwamba kuna tofauti ya umeme, hapana. Ilipofika mida ya saa tisa Tumefika mida ya saa tisa nikaona moshi unaingia kwenye chumba ambacho nipo mimi kwenye ofisi ambayo niko mimi. Kwa sababu ofisi ambayo niko mimi ni ime, ni ofisi ya aluminium ya vioo. Kwa hiyo nikaona moshi unaingia. Baada kuona moshi unaingia ikabidi nishuke chini. Nilivoshuka nikajua labda watu wataka wanachoma moshi umeingia. Nikarudi. Nilivorudi ofisini kitu kilichokuja kunishtua kuna kitu kilipiga ta. Ikajirudia tena ya pili na ya tatu. Nilivyojirudia ikabidi nitoke. Nimetoka, katika kutoka naona tayari pale kwenye ofisi ilianza kuungua moto juu kwenye kona. Kuna moto unatokea pale. Ikabidi niwe kukimbia kule reception ili kumwambia kaka ambaye ni Ben. Nikamuita Ben nikamwambia, kimbia huku, tayari kuna moto. Kwa hiyo akawahi kwenda kuchukua funguo kwa sababu ya ofisi waga, ikishafanywa asubuhi usafi huwa tunaifunga. Haifunguliwi kwa sababu ni sehemu ya ni ofisi ya server. Basi akaenda kufungua, katika haka kufungua akawa tayari, yani moto tayari ulikuwa umeshapamba kote, yani chumba chote ni moto e, ndio ikabidi tuanze kukimbia chini kwa ajili ya kuomba msaada. Yaani huwa kuna kama itirafu ya umeme, kwa sababu siku za nyuma kwa kuna kama vile umeme unaweza yani tazisi wake labda wiki mbili zinawaka zinazima tukawa tumeita mafundi, walikuwa wametoa taarifa, lakini wakawa wameita mafundi. Mafundi kuja kuangalia wakasema kama kuna shoti ya umeme ndio maana inasababisha zile taa zisiwake, lakini walipokuja wakatengeneza, taa ziliendelea kuwaka vizuri. Kwa majina anaitwa Mrakibu Mwandamizi Omari Simba, ni afisa utawala jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora. Tulipata wito wa moto huu tukiwa ofisini pale, kwa hiyo tukatoka kwenye ofisi za chumba kimoja wapo cha ofisi za PPRA, ambacho kilikuwa ni server room. Sasa kutokana na changamoto za ofisi hiyo wenzetu walikuwa wanatumia ile kama server room lakini kulikuwa na baadhi ya vifaa vingine ambavyo havikuhitajika pale kama vifaa vifaa vya stationary na vifaa vingine ambavyo vilichangia kusambaza huo moto. Lakini kwa bahati nzuri tulifanikiwa kuuzima, na chumba kimoja ambacho kile kilichoanzia moto, hiyo ofisi moja ya PPRA, ndio hicho kimeungua, na moto ulitaka kupenya kufika kwenye korido. Lakini tuliudhibiti, isipokuwa moshi ulisambaa kwenye korido ya ghorofa ya nne. Na kusababisha kuchafua hizo kuta na baadhi ya vyumba viwili vya vilivyo jirani, vioo vyake vilipasuka kutokana na lile joto la moto, lakini chumba kimoja ndicho kilichoathirika zaidi, ambayo ni ilikuwa inatumika kama server room yeah. Uh, chanzo kwa maelezo ya uh, haraka ambayo tumeyapata kwa hawa wa, wa, wanaoishi kwenye, kwenye, wanaofanya kazi hapa ni kwamba hiki chumba kilikuwa na changamoto ya umeme mwingi mdogo, mwingi mdogo, mwingi mdogo, mwingi mdogo. Kwa hiyo kwa anafanya marekebisho kila mara inapojitokeza tatizo hilo anafanyia marekebisho lakini, sasa leo, kwa maelezo yao wanasema hali ilikuwa salama kabisa, sipokuwa moto wamefanya kuustukia kwamba wakaona moshi moshi moshi, baada kuangalia wakaona moto unaanzia kwenye chumba cha cha cha hiyo server room, lakini uchunguzi zaidi utaufanya uta na kukamilika, tutatoa taarifa bado tunafanya tathmini ya haraka, kwa sababu bado na tukifanya wahusikwajatulia na tukifanya tathmini hiyo, tutawaeleza wananchi. Server yote imeungua ile, ile server yote imeungua. Lakini kulikuwa na meza kubwa, viti pamoja na makabati kuhifadhia nyaraka mbalimbali zimeungua pamoja na vifaa sasa. Kutokana na uchache wa ofisi walikuwa wanatumia pamoja na server room, lakini walikuwa wanatumia kama store ya kuhifadhia vitu vichache. Ushauri wetu ni kwamba sisi jeshi la zimamoto na uokoaji tunafanya ukaguzi wa majengo haya, lakini tunatoa elimu ya tahadhari ya kinga majanga ya moto, ya ili ya moto. Bati, ya wawusika, waku, waku na hili jengo lilikuwa na vifaa vya kuzimia moto. Lakini kwa bahati mbaya sasa wahusika hawakuwa na mawazo ya kuvitumia vile vifaa japo kwa tunapita na kutoa elimu kwa hiyo mimi nishauri tu moto unaanza mdogo tu. Lakini kama una kile kifaa na unajua kutumia basi tumia kile kifaa. Pengine kama unge wangeitumia kile kifaa cha ja kuzimia moto moto ungekuwa sio mkubwa sana. Lakini ushauri mwingine ninaoutoa ni kwamba tutenganishe sasa matumizi ya hizi ofisi. Mfano hii e server room ingekuwa server room ingekuwa server nyingine vinatumika vile kile kilicho kilicho idhinishwa mule. Pengine ile iwe server room peke yake bila vifaa vingine umoto singesambaa usingekuwa mkubwa kiasikia, lakini moto umeunguza zile server room. Ile server ikaja ikahamia kwenye vifaa vya stationary, mara mama meza aliyokuwa mule. Hiyo ni changamoto. Kwa hiyo tunashauri sana kwamba vyumba hivi vya ofisi vitumike kwa matumizi husika, wasi wasiongeze vitu vingine. Lakini matatizo kama haya ya umeme, pengine kama yakitokea, baada ya kumtafuta fundi wangekuwa wanatoa TANESCO kwa wanatoa taarifa TANESCO kwa wafu wajue kwamba kwa kwa kwa umeme uko mdogo. Kwa ushauri wetu ni kwamba tushirikiane kwenye hivi vitu, wanapoona kitu kimepungua kime fulani. Serikali ina taasisi nyingi sana, Tanesco, sisi jeshi la zimamoto na uokoaji, wao wanafahamu wao namna gani ya kutoa hizi taarifa kipindi wanapopata matatizo kuliko kukaa tu, wanamwita fundi anarekebisha anamuita fundi anarekebisha. Hii kidogo inakuwa ni e changamoto.